Wakati mwingine maisha hutuletea maamuzi mazito. Unakaa kimya, unafikiria, lakini bado moyo unakuwa mzito. Njia moja inaonekana nzuri, njia nyingine inaonekana salama, lakini ndani ya nafsi bado kuna mashaka. Hapo ndipo unajua moyo umechoka, akili imepotea, na unahitaji mwongozo kutoka kwa Mola wako. Na katika Uislamu hakuna zawadi kubwa kama istikhara, swala ambayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alifundisha kwa masahaba kama vile alivyowafundisha suratu za Qur'an, kwa sababu maisha haya hayawezi kuendelea bila mwongozo kutoka juu. Istikhara si swala ya watu waliochanganyikiwa tu, ni swala ya watu wanaotaka mema, ni swala ya watu wanaotaka kuishi kwa nuru ya Allah, sio kwa mawazo yao wenyewe. Ni swala ya mtu anayesema: e Allah, kama hili jambo lina kheri kwangu ulinyooshe, na kama halina kheri uniondoe nalo kwa utulivu." Na uzuri wa istikhara ni kwamba haikupi majibu kwa sauti, haikupi ndoto za lazima, lakini Allah anakuongoza bila wewe hata kuelewa. Anazifungua njia zipasazo kufunguka na anazifunga zile ambazo hazitakufaa hata kama ungezililia. Wakati mwingine baada ya istikhara, jambo unalotaka sana linaanza kukataa. Usikasirike, huo ni mlango ambao ulikuwa na sumu. Allah anakufungia kwa rehema yake. Wakati mwingine kitu ambacho hukuona kama muhimu kinageuka kuwa rahma kubwa maishani. Hapo ndipo unagundua, hakuna anayejua kesho yako isipokuwa yeye aliyekuumba. Wakati unahisi umepotea, usitafute watu Usikimbilie dunia, usilalamike kwa nafsi yako. Swali rakaa mbili, tulia, omba kwa dhati, kisha acha matokeo kwa Allah. Moyo ukiwa umetulia unajua, haijalishi kitakachotokea, Allah hakupi kitu kibaya hata siku moja. Istikhara ni silaha ya waumini, ni ishara ya unyenyekevu, ni njia ya kutulia kutoka kwenye machafuko ya dunia. Ni kusema Mola chagua kwa ajili yangu. Mimi siwezi kuona mbali, lakini ulia kutulia. Wewe unaona mwisho wa kila jambo. Na mwisho wa yote kumbuka, haimaanishi kuwa kile unachotaka kitapewa. Bali kile unachohitaji ndicho Allah atakupangia. Wakati unahisi umepotea, sali istikhara. Na utaona jinsi Allah anavyokupeleka sehemu ambazo usingewahi kufika kwa akili yako peke yake.